Fanya toba ya dhati, muombe Mungu akutibu maisha yako ya zamani. Tumsifu Yesu Kristo. Hiyo ni sababu ya kwanza ile inafanya tusijibiwe sala zetu kwa wakati, kwa kuwa hatujapata toba ya kiroho. Sasa hapo mmenipata? Ndio. Sababu ya pili ni kwamba hatujibiwi sala zetu kwa kuwa hatuungani vizuri, hatuungani vizuri kwa mfano, kwa mfano mimi nakuja hapa kwenye jambo chetu hiki cha hela mnapiga spidi sana. Nafanya taratibu. Na iba hela za kijambo, ni hela za kijambo zote. Nikisema iba hizo hela za kijambo zote. Naenda na nunua ba, bo, na ajani, sa, ni bajani, boda boda. Sawa, nisha nunua boda boda. Alafu naenda kuungama kwa pale. Na wangapi ile ya Mungu na wewe baba? Niliiba. Nili? kumbe haya niliyoiba nimenunua bajaji, na bajaji hiyo nimepandia hiyo kwenda nayo kwenye kitubio. Kuna toba hapo? Kuna toba hiyo, kamilika hapo? Kuna msamaha hapo? Sio uchezee kitubio huko huko, sio uchezee kitubio huko. Unachezea kitubio umenipasa eh? Unachezea kitubio wewe! Kama uliiba hela ya watu bado unayo, nenda karudishe. Hata kama uliiba hela ya kanisa ukanunua ile simu ni nini sijui. Wewe andika tu, sio kwa mkono wangu, andika kwa typewriter, chukua na simu hilo weka pale, njoo nitupie hapa mimi kwa wasponi, sema mimi, jamani, nilienda yale nikanunua ile simu hiyo, basi ndio naenda kaungame. Tumsifu Yesu Kristo, tumsifu Yesu Kristo. Yeah. Tulikuwa tunaangalia kwa nini mara nyingine sala zetu hazijibi hazijibiwi, kwa kuwa kulikuwa nyuma kule ya maisha yetu nyuma ya maisha yetu kulikuwa tumefanya tumefanya wengine dhuluma, Tum, wengine tumeonea wengine wengine mafanikio, alafu nakimbia kwenye sala. Kumbe basi, ili sala yako ikamike, lazima kwanza, nenda kwanza angalia maisha yako ya nyuma, fungua kila